Naamini siku ya leo itakuwa ni siku ya baraka. Leo nina jambo la muhimu sana ambalo nataka nilete kwako, msikilizaji na mtazamaji, ambaye umekuwa ukifuatilia ibada zangu mtandaoni kwa miaka sasa. Kutoka nchi yoyote, mahali uliko, umekuwa ukinifuatilia kwa karibu sana na umekuwa ukibarikiwa. kuna yale Yesu amefanya kwenye maisha yako Leo nina jambo muhimu ambalo nataka niliseme masikioni mwako, msikilizaji. Ni tangazo muhimu sana kwamba sasa ninakwenda kuanza ibada za live stream. Uh, na nitakuwa nikifanya maombezi kwa watu wote ambao watakuwa hewani wakati huo, na bila shaka wewe mwenyewe unayenitazama utaona matokeo kwenye maisha yako. Sasa ninakwenda kuanza kuombea watu live kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo jiweke tayari kwa ajili ya program hii ambayo nitashughulika na matatizo ya watu moja kwa moja, lakini pia kwa wale ambao wamekuwa wakitaka upako kwa ajili ya huduma, watumishi wa Mungu, kulingana na levo, kwa sababu mbingu zimetuweka katika viwango tofauti tofauti na umekuwa ukifuatilia